Picha zilizosambazwa na vyombo vya habari vya Vatikani zilionyesha uwekaji wa chemni na bomba la kupitisha moshi. Ni zoezi lililofanyika asubuhi ya tarehe 2 ya Mei ya 2025. Ni kutokana na bomba hilo la moshi kwamba katika siku zijazo, ulimwengu utasubiri ishara inayosubiriwa ya moshi mweupe wa kuchaguliwa kwa mrithi wa Papa Francisco. Chemni iliyounganishwa na majiko mawili ndani ya kikanisa ni mahali ambapo moshi utatokea, ule mweusi kuelezea kwamba bado haijafikia idadi ya takwimu za kura zinazopaswa za theruthi mbili, na moshi mweupe kwa kuashiria ukamilifu wa uchaguzi. Kura nne zimepangwa kufanyika kwa siku mbili, ya asubuhi na mbili ya alasiri. na baada ya kura thelathini na tatu au thelathini na nne, kwa hali yoyote kutakuwa na moja kwa moja na duru ya pili ya lazima kati ya makardinali wawili waliopata kura nyingi zaidi katika kura ya mwisho, hata katika mkutadha huu. Hata hivyo, wingi wa theluthi mbili utakuwa muhimu kila wakati. Makardinali wawili waliosalia katika kinyang'anyiro hicho hawataweza kushiriki kikamilifu katika upiga kura. Iwapo kura za mgombea zitafikia theluthi mbili ya waliopiga kura, uchaguzi wa papa utakuwa halali kisheria. Ni Angela Zawla, Vatican News.